Kwenye mawasiliano ya simu na, sim na intaneti, zile laini za simu zimeongezeka kwa takriban kia milioni 90.4 kutoka milioni 86, na hii ni sasa na ongezeko la asilimia karibia 4 asilimia 4.1, kutoka milioni 86.8 kwenda milioni 90 nne inapelekea kuongezeka huku. Kwa sababu huduma nyingi zinaongezeka, simu sasa hivi zinatumika kwenye vifaa mbalimbali. Lakini pili, idadi ya watu inaongezeka, wale watu ambao walikuwa hawana simu baadaye wanakuwa na, na simu. Kwa hiyo uh, biashara pia zinaongezeka. Wate, watoa huduma wanatafuta wateja wapya. Pia maeneo ambayo labda alikuwa yana mitandao uh, yanawekewa ya mitandao Serikali imeendelea na juhudi mbalimbali za kuhakikisha kwamba hata maeneo ya vijijini ambayo hayana mitandao, kwa kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote, ile minara inajengwa kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo hii yote inapelekea uh, laini, laini kuongezeka, kitu ambacho ni kizuri.